Bwana, asante sana, nashukuru sana kwanza. Nimefurahi sana mmefika wengi ah! Unajua hii ndio mimi, mgeni kwenye mambo kasema da leo atatokea hapo kweli, lakini nashukuru mmefika, lakini nashukuru e, nashukuru sana na mimi leo bwana sina mengi sana, kwa nimewaita kwa ajili nilikuwa nataka nyinyi kwa taka... sababu wana habari, kwa hiyo mewapelekee habari wale watu ambao wamekuwa wakinisupport muda mrefu kwenye sanaa yangu nilianza mwaka elfu mbili na tatu kutoa ngoma kama msanii mr blue mwaka na huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano kama unaona hapo kwa hesabu za haraka haraka ni miaka ishirini na mbili nimekuwa nikifanya hichi kitu kwa hiyo siku zimeenda na nikafikiria nikasema kitu gani nifanye nashukuru mungu nimepata jibu Nikaona nitoe nyimbo ambazo ni nyimbo ishirini na mbili, nitengeneze nyimbo ishirini na mbili ambazo ni kama kuwashukuru mashabiki kwa kuweza kunisupport kwa miaka ishirini na mbili. Nimekuwa nikiishi kupitia muziki, kula, kulala, kufanya vitu vyote kwa ajili ya muziki. Sijui kufanya kazi yoyote katika dunia hii zaidi ya hiyo muziki. Pia, yango, Record. Kwa hiyo kupitia ndani ya miaka ishirini na mbili pia nimetengeneza studio yangu ambayo ni Blue Record na nimekuwa nikipambana nayo kwa muda mrefu, lakini nashukuru Mungu imekamilika. Kuyo, ni zango, Tanzania. Kwa hiyo nikasema niwaletee ndugu zangu wa Tanzania na wenyewe, wanahabari ndio watu pekee wa kuwapelekea habari kwamba nina studio na pia nafanya hilo jambo la kutoa nyimbo ishirini na mbili kwa ajili ya shukrani kwa mashabiki zangu kwa kunisupport miaka ishirini na mbili. Kwa hiyo nitazitoa kwa awamu, nitazitoa kwa awamu, kwa sababu zote tayari ziko tayari. Nashukuru Mungu, nimezi record na kuna baadhi nimeshoot, zingine bado ndo namalizia. Kwa hiyo nitatoa kwa awamu, na mwanzo leo hii baada ya interview ntaachia video nne, takuwa ni ndo mwanzo wa, wa hizo nyimbo ishirini na mbili. Kwa hiyo mimi ni hayo tu zangu studio yeah. studio na studio. Yeah. Studio Blue Record na hmm. Nimeanzisha pia studio ambayo nimeileta kwenu na dhumuni ni kwa ajili ya kusaidia wengine, kwa sababu miaka ishirini na mbili, kama unavyoona mwingine anashangaa na kuuliza umewezaje ku maintain mpaka leo, kwa sababu sio kitu rahisi, ni saasarei ukutane na mtu kaishi miaka mingi. Mwenye unamuuliza umefanyaje kuishi miaka ya mingi? Yaani ni jambo ambalo kidogo. Kwa hiyo nikasema ndani ya hiyo nilete kitu ambacho kitaweza kusaidia wengine. Sabu kwa sababu kwa hiyo miaka 22 na mama, unaenda unaenda unaenda mpaka unafikisha miaka 30 kwenye game. Tena, hata mziki usipokataa, basi hata umri wenyewe unakuwa unakataa. Yaani unakuwa tena so Babiloni yule. Unaenda kama mzee Babiloni. Umeona? Kwa hiyo nikasema lete kitu ambacho kitazaa wasanii wengine Blue wengine kwao, nimeileta Blue Record kwenu. Na hata hizi nyimbo ambazo nime- nimezi-nazitoa zote ishirini na mbili, karibu zote nimefanya ndani ya studio zangu, japokuwa zingine nimeshirikiana na maprodusa wengine, lakini asilimia nyingi hata hizi ninazoachia leo ni kwenye studio yangu. Kwao nikasema, na mambo hayo mawili nyiwe wanahabari, sijawahi ku- kuifanya kitu kama hichi lakini kasema, kwa miaka hii ishirini na mbili ni mingi kwangu, na mingi pia kwenye tasnia, niwatumie nyie kuambia watu kwa hivi vitu ambavyo viwili vilivyokuwa ndani. Mimi hayo tu kurudia. Sawa. Uh, Mr. Blue mimi na swali. Kwenye hizo ngoma ishirini na mbili Ah, labda pengine tunakuwa na wanafanya collaboration na wasanii wakubwa, wasanii kama damu, wasanii wa kina Damu, wasanii wa Harmonize na kina Juice. Kuna baadhi ya wasanii ambao pia wishi kufanya nao collaboration labda pengine kwenye hizo ngoma zako 22. Kuna wasanii mwashirikishi? Eh, mwategemee, mwategemee wasanii wote kwa sababu dhumuni la hii hii project ni ni kwa mimi kama mtoto wa kwenye tasnia kwa miaka hiyo 22 nimekuwa nimepata bahati kubwa sana, nimshukuru Mungu ya, ya kuweza kushirikiana na wasanii wa kileo na wasanii wa zamani. Kwa sababu mimi nimelelewa na kina Afande Sele na kina Juma Nature, kipindi hiyo mimi mdogo, kina TID kina Dully Sykes wale ndo walo. Lakini wakati nakuwa nimekuja tena kuwa baba na mimi na, na nimekuta na, wadogo zangu wengine ndio hao kina Diamond wa kina Sui nani wa kina nani wa kina. Kwa hiyo hao nao bado nafanya nao kazi. Kwa hiyo nimepata nimekuwa ni mtu mwenye bahati sana na namshukuru Mungu. Kwa hiyo katika hiyo hiyo mtegemee wa zamani na wapya wote watakuwepo, kwa sababu mimi nawaomba pia, kwa wale ambao hawajamaliza. Kuna wengine nimeongea nao, lakini hawajamalizia wamalize, kwa sababu ni kama itakuwa kama heshima kwangu wakinipa maua yangu nikiwa bado sijafa, kwa sababu nahitaji vitu kama hivyo, na nikasema basi nifanye ushirikiano. Kwa hiyo, kwa wale ambao hawajamaliza nafikiri watamaliza ila wengi watakuwepo. Sawa, Blue Records ni record label, ama ni studio tu ambayo piawaa pengine msanii akitaka kuja kurekodi anakuja kurekodi na anakulipa pesa ama utaratibu kwa ni yote hayo ha. Kama kama kuna msanii ambaye anataka kuja kurekodi aje na pia tutatoa wasanii kupitia Blue Record kama wengine wanavyofanya Diamond, tumeona tumeona Harmonize, nani ndio hilond na kupitia nyie waandishi tunatangaza hapa kwamba pia bado tunahitaji tuna vijana ambao tunao hata humu kuna baadhi ya nyimbo ambayo kuna kijana ambaye yupo, tumefanya naye epi April, April, April ambaye amefanya naye kwenye hii kwenye hii nyimbo, ni msanii mchanga wa kike ambao tuko naye pale, hatuja sign official, lakini tunamsupport pale, ila kwa bahati mbaya kidogo kwenye hiyo video yeye hayupo, kama kyoakama lakini yeye mwimbaji ni mwingine kwenye mwingini. Yeah, kwa hiyo tutahitaji, tulitaka tubezi sana kwenye rap lakini tumeona hapana, tutawanyima nafasi wale ambao wanaimba. Kwa hiyo tutachukua wote ili kusaidia vijana, ndoto ya wasanii wengi sana kileko kwa kulab fanya colab na Lisa Juparis, kwa sababu ukikumba barabara kuna drev mtu ambaye afuatilia ata atambili katika hilo. Kuna wepesi kiasi gani mtu ambaye atakuja kulikole ni record na kupata colab ya Lisa? Yani wepesi huko kabisa, yani kabisa, yani, kabisa, yani kama kuchana karatasi tu na ukuzima TV, yani ni very easy. Na ukifuatilia, hata mimi watu ambao nimeimba nao mimi na colab sio chini ya mia mbili za underground nyinyi nyinyi wana habari wa shahidi. Kwa hiyo hilo swala bado linaendelea. Sawa. Hilo swala bado linaendelea kama unafikiri unataka kushirikiana na mimi. Njia zangu mimi ni nyepesi kabisa. Sina njia ngumu, nilishawahi kusema siku zote. Siangalie hela sana, naangalia hela sana yote nafanya. Si umeelewa? Unaweza ukaja na nidhamu tu nikaimba na wewe na hauna kipaji. Sababu shaimba na watu hao ambao walikuwa hawana kipaji hicho lakini nili, imbanao na baadaye wakaja kuwa ni watu wenye vipaji vikubwa. Kati na imbanao likuwa bado na wale wenye vipaji kabisa, ila hawana tamia. Sawa so, pia tunawa, tunawakaribisha na wale wenye hela ila hawana vipaji pia tunawakaribisha. Eh, wote tunawakaribisha, tunawakaribisha. unawezaje kuigeuza pesa kuwa kipaji? Kuigeuza pesa kuwa kipaji, kwa maana msanii mwenye pesa lakini hana kipaji na anahitaji Lima, Blue kupitia pesa zake atafundishwa atafundishwa na ataimba wendaazim kibao anaimba mwache aje, umesema uh, uh, uh, na collab za wasanii wengi yeah. yeah. kusikia kudai kwamba ngoma kuna baadhi ya ngoma kuzikumbuki ni kweli, ni kweli, hata wasanii siwakumbuki, kwa sababu mwingine anakupigia bwana, kaka, ndo tunashuti tunashuti nini ile? <laughs> ngoma tuliofanya mimi na wewe <laughs>. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea, kwa sababu muziki nimekuwa nikiutumikia muda mrefu, na kama nilivyosema, sina shughuli yoyote hapa mjini. Shughuli ambazo zingine nazo siwezi kuziweka wazi, ni shughuli ambazo za kwangu binafsi, siwezi kusema niziite kama biashara, naweza kuzita kama uwekezaji, lakini sana sana pesa nyingi nimeipata kwenye muziki. Kwa hiyo wakati mwingine nafanya kama kazi, wakati mwingine nafanya kama msaada. Ndio maana nakuta nimekuwa na kolabo nyingi sana sana.